Ndoto thelathini zinazoonyesha Mungu anakupigania. Kwa siku ya leo, tutakwenda kuziangalia ndoto thelathini ambazo ukiziota unatakiwa utambue ya kuwa Mungu anakupigania. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao tumezungukwa na maadui wengi, na maadui hawa huwa hawapendi kutuona tunasogea mbele. Zipo ndoto ambazo ukiziota unatakiwa utambue ya kuwa Mungu anakupigania dhidi ya adui zako. Jambo la msingi ambalo unatakiwa kulitambua, ndoto ni njia mojawapo ambao Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14 hadi 15, imeandikwa nukuu, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali; katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito ajili wa hapo watu, katika usingizi kitandani. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo unatakiwa kulitambua ndoto ni njia mmojawapo ambao Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Zipo ndoto ambazo ukiziota, basi unatakiwa utambue ya kuwa Mungu anakupigania. Ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 15, na mstari wa tatu, imeandikwa nukuu, Bwana ni mtu wa vita, Bwana ndio jina lake. Tunajifunza ya kuwa Mungu ni mtu wa vita. Bwana ni mtu wa vita, maana yake anaweza kukupigania dhidi ya adui zako. Lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 14 na mstari wa 14 imeandikwa, Bwana atawapigania nini, nanyi na mtanyamaza kimya. Mungu anaweza akakupigania na wewe ukashangaa, kuna umepita kwenye nyakati ngumu, lakini ukashangaa unatoka kwenye zile nyakati. Hii inaonyesha kuwa mungu anakupigania. Kabla hatujaendelea, nisiwe mchoyo wa shukrani.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 Waona malaika au mashujaa wa kimungu wakikulinda au kupigana katika ndoto, huashiria Mungu anapigana kwa ajili yako. Ukiota ndoto ukajiona uko kwenye vita, lakini kwenye ile vita unashangaa, unaona malaika au unaona mashujaa wanaanza kupigana dhidi ya adui zako, wanapigana kwa ajili yako, basi unatakiwa utambue ya kuwa Mungu anakupigania. Watu wengi wamekuwa wakiota ndoto namna hii, anajikuta kuta anajiona yuko kwenye vita lakini kwenye ile vita anashanga, kuna watu wanatokea, wanaanza kumsaidia, wanaanza kupigana kwa ajili yake. Ndoto hii huashiria kuwa Mungu anapigana kwa ajili yako. Kwa hiyo, ukiona ukiwaona ndotoni malaika au mashujaa wanapigana kwa niaba yako, basi unatakiwa utambue kuwa Mungu anakuonyesha kuwa anapigana kwa ajili yako. Lakini ndoto namba mbili, humshinda adui mwenye nguvu kwa urahisi. Ukijua ndotoni unashindana Eh, unapigana na adui lakini ghafla unajiona yule adui unamshinda kwa urahisi. Ukikabiliana na adui mwenye nguvu au tishio, lakini ukashinda, uashiria Mungu anapigana kwa ajili yako. Au ukijiona ndotoni unatoroka kwenye ngome kirahisi, uashiria kuwa Mungu anapigana kwa ajili yako. Unajiona labda upo kwenye ngome kubwa sana, lakini ile ngome unashangaa wewe unachomoka kwa urahisi. Ndoto hii uashiria kuwa Mungu anapigana kwa ajili yako. Lakini ndoto namba tatu, usikia sauti ndotoni ikikwambia usiogope au niko pamoja na wewe. Mashanga umelala lakini ukawa unasikia sauti ndotoni nakwambia usiogope, niko pamoja nawe. Ukijiona huko kwenye wakati mgumu sana na unapolala unasikia sauti nakwambia usiogope au unasikia sauti nakwambia niko pamoja na we, ndoto hii huashiria kuwa Mungu anapigana kwa ajili yako unajikuta uko kwenye, kwenye nyakati ngumu sana, uko kwenye wakati ngumu sana, hauoni njia yoyote, lakini unapokwenda kulala, unashangaa kuna sauti nakwambia usiogope, niko pamoja na wewe. Ndoto hii wewe inaashiria kuwa Mungu anapigana pamoja na wewe. Lakini ndoto namba nne, huona mwanga ndotoni ukilikabili giza na kulishinda. Ndoto hii huashiria uwepo wa Mungu unaoshinda uovu au hali ngumu. Labda ukajikuta umelala ukaona mwanga ndotoni ukilikabili giza na kulishinda. Ndoto hii huashiria uwepo wa Mungu unaoshinda uovu au hali ngumu. Lakini ndoto namba tano, kujiona ndotoni ukikabidhiwa ngao, mpanga au silaha. Unajikuta umelala ndotoni umelala au ukajiona ndotoni mtu anakuja na ukabizi uh, ngao anaokabizi upanga au anaukabizi silaha unajikuta unashangaa, mtu anakuja tu anakuletea upanga na kuletea ngao, au anakabidhi silaha yote. Ndoto hii huashiria Mungu ameweka ulinzi juu yako, lakini pia ndoto hii huashiria Mungu amekupatia silaha utakazozitumia kushinda vita. Ukisoma kwenye Efeso 6 na msara kumi utaona. Kwa hiyo ukijiona ndotoni, uh, umeletewa silaha au mtu anakabidhi silaha, anakabidhi ngao, anakabidhi uh, anakabidhi upanga e, ndoto hii inaashiria Mungu amekupatia silaha utakazozitumia kushinda vita. Lakini ndoto namba sita, kuona ndotoni dhoruba inatulia ghafla, dhoruba ambayo ghafla inakuwa na amani wakati upo, inaweza kuwakilisha mamlaka ya Mungu kutuliza machafuko yanayokuzunguka. Kwa okay, ukijiona labda ulikuwa kwenye dhoruba, dhoruba kali, lakini ghafla ile dhoruba inageuka na kuwa amani, ndoto hii inaashiria Mungu anatuliza kila machafuko, kila mabaya ambayo yamekuzunguka wewe, kila nyakati ngumu ambazo zimekuzunguka wewe. Lakini ndoto namba saba, kujiona ndoto ukiokolewa kutoka kwenye hatari. Kwa mfano, kujiona ulikuwa unaanza kuzama kwenye maji, ghafla unaokolewa kabla hujazama kabisa, inaashiria Mungu yupo kwa ajili yako, Mungu yupo kwa ajili ya kukokoa ki unajikuta ulikuwepo kwenye eneo au ulikuwepo kwenye maji lakini ukaanza kuzama, unashangaa mkono unatokea unakuokoa, au unashangaa mtu anatokea anakuokoa kwenye hatari yote. Yamkini inaweza kawa ni ajali, inaweza kawa labda, inaweza kawa labda ulikuwa unazama kwenye maji, inaweza kawa labda ulikuwa unapanda kwenye mlima ukaanza kuporomoka kushuka chini, ikatokea mtu akakushika mkono akakuinua. Ndoto hii huashiria kuwa Mungu yupo kwa ajili yako ili aweze kukokoa. Lakini ndoto namba nane, kujiona ndotoni unalindwa na simba mara nyingi simba huashiria Kristo, simba wa kabila la Yuda. Kwa hiyo ukiona ndotoni unalindwa na simba, unajiona yaani, unaona simba ndo anakulinda, umezungukwa na simba, lakini wale simba wako kwa ajili ya kukulinda, ndoto hii inaashiria mungu anakulinda. Ndoto hii inaashiria unalindwa na Kristo. Ukiona simba anapigana kwa ajili yako au anakulinda, ndoto hii inaashiria ulinzi wa kiroho. Ndoto hii inaweza kuashiria ulinzi wa kiroho, lakini ndoto namba tisa kuona milima au vikwazo vikitoweka katika njia yako, yaani ukajiona labda umelala ukaanza kuota ndoto, ukaanza kuona milima au vikwazo vikitoweka katika njia yako. Nashangaa vinapotea, mlima ulikuwa uko mbele yako, ghafla ule mlima ule unapotea. Kulikuwa kuna kikwazo ambacho kinakuzuia kupita, lakini ghafla kile kikwazo kinapotea. Ndoto hii washiria Mungu anakuondolea kila kilichokuwa kinakuzuia kwenye maisha yako. Ndoto hii inaashiria ashiria Mungu anakuondolea kila aina ya kitu ambacho kilikuwa kinakuzuia kwenye kwenye maisha yako. baada ya kuamka unatakiwa kumshukuru Mungu. unatakiwa kuomba kumshukuru Mungu Aa, lakini ndoto namba kumi, kuona upepo mkali ukiwapeperusha maadui zako. Ukaona upepo mkali nashangaa umezungukwa na maadui wengi lakini ghafla unatokea upepo mkali sana, na ule upepo unaanza kuwapeperusha maadui zako. Hutakiwi kulia, futa machozi, simama, Mungu anapigana kwa ajili yako. Ukiona ndoto, kaona upepo mkali, umezungukwa na maadui, wale maadui wanataka kukushambulia, ghafla kunatokea upepo mkali, unaanza kuwapeperusha wale maadui zako, ndoto hiyo huashiria Mungu anapambana kwa ajili yako. God is fighting for you. Kwa ndoto hii huashiria Mungu anapambana au anapigana kwa ajili yako. Lakini ndoto namba 11. Ukijua ndotoni unatamka mistari ya Biblia au maneno ya mamlaka na maadui uh, wanakukimbia au wanashindwa kukudhuru. Ukijua ndotoni eh, unatamka mistari ya Biblia au maneno ya mamlaka na maadui wanakimbia au wanashindwa kudhuru. Yaani unajikuta unatamka mistari ukitamka andiko ukitamka kitamka neno la Mungu unashangaa, maadui wanakimbia, au ukitamka labda unakuta labda maadui walikuwa wamekuzingira, wame wanataka kudhuru, lakini wewe ukajiona ndotoni unatamka unatamka neno unatamka mistari, unakiri mistari ya mamlaka, lakini wale maadui wanashindwa kudhuru na kuanza kutamka, wanashindwa kudhuru. Basi unatakiwa utambue ya kuwa Mungu anapigana kwa ajili yako. God is fighting for you. Kwa hiyo baada ya kuota ndoto hii unatakiwa kumshukuru Mungu, unatakiwa kutambua Mungu anapigana kwa ajili yako, lakini um, ndoto namba kumi na mbili, huona jitu kubwa ndotoni likianguka mbele yako, kama vile Daudi alivyomshinda Goliathi bila jitihada zake zozote. Yaani ukijiona ndotoni, uh, ukajiona ndotoni, kuna ni jitu kubwa lile jitu ghafla linaanguka tu unashangaza kabla hata linataka kudhuru, lakini ghafla linaanguka tu mbele yako, basi ndoto hii huashiria kuwa Mungu anapigana kwa ajili yako. Maana i Daudi alivyomshinga Goliat tiot haujarusha ngumi hujatumia sana ghafla jitu lile pasipo hujatumia uh, yoyote lakini umeshangaa le jitu au kitu la ajabu linaanguka pasipo kutumia jitihada yoyote. Mungu anapigana kwa ajili yako. Lakini ndoto nyingine kujiona ndotoni unafanya maombi na baada ya kufanya maombi unaona ushindi au au kujiona ndotoni unasifu na wakati unasifu unaona ushindi. Yaani kujiona ndotoni unafanya maombi, kadri unavyoendelea kufanya maombi unakuwa unaona kuna ushindi unatokea. Kadri unavyoendelea kumsifu Mungu unakuwa unaona ushindi unatokea. Yaani unajiona ndotoni unana una Una, una, una msifu Mungu na kadri unavyoendelea kumsifu Mungu unaona kuna ushindi unatokea, au kadri unavyoendelea kufanya maombi unajiona ushindi unatokea, basi unatakiwa tambue, ndoto hii huashiria ushindi wa kiroho, lakini pia ndoto hii huashiria Mungu anapigana au anapigana kwa ajili yako. Ndoto namba kumi na nne: kuona mkono ndotoni unakuvuta na kukutoa kwenye shimo. Ukiona mkono ndotoni unakuvuta yamkini labda ulikuwa unazama kwenye maji au yamkini unaona uh, tu mkono ndotoni unakuvuta na kutoa kwenye shimo. Ulikuwa unazama kwenye shimo, lakini ghafla unatokea mkono eh, unakuvuta kutoka kwenye shimo, kwa kuinuliwa kutoka mahali pa giza au pasipo na tumaini kwa mikono unaong'aa au kwa mkono wa kiungu, ndoto hii huashiria Mungu anapigana kwa ajili yako. Unajiona ndotoni ulikuwa unazama au unatumbukia kwenye shimo kuna mtu mmoja nimekutana naye akaniambia, aliota ndoto anatumbukia kwenye shimo. Lakini alipokuwa anatumbukia kwenye shimo ukatokea ka, ka, kama kamzizi akashikilia, akatokea mtu akamvuta, akamtoa kwenye ile shimo. Anasema chini palikuwa parefu kabisa. Lakini baada ya kuota ndoto hili ametoka kwenye ile shimo, azikupita siku nyingi, hmm, akawa amepata kesi, akasingiziwa kesi kubwa sana, naomba nisitaje lakini kwenye ile kesi wakaenda miezi miezi, lakini na ambta ndo, ndoto hii baada ya siku Mungu alimshindia ile kesi akashinda. Kwa hiyo ukiona ndoto uh, ukaona mkono ndotoni na kuvuta na kutoa kwenye shimo, ndoto hiyo washeria Mungu anapigana kwa ajili yako. Kwa hiyo baada ya kuota ndoto hii ya kwenye wakati mgumu, kwenye wakati mgumu unatakiwa kumshukuru Mungu, Mungu baada ya kuota ndoto hii lakini ndoto namba 15, hujana ndotoni umezungukwa na maadui zako au wanyama wakali, lakini hawawezi kukugusa. Uashiria ulinzi wa Kimungu. Mungu alimokoa Danieli kutoka kwenye tumbo la simba pasipo kudhurika kabisa. Ukijana ndotoni umezungukwa na maadui zako au wanyama wakali, unajuona ndotoni umezungukwa na maadui zako au wanyama wakali sana, eh. Unashangaa badu wamekuzunguka, au wanyama wakali wamekuzunguka, basi ndio utambue, afu hawawezi kukuzuru, ndoto hii washiria Mungu ana anapigana kwa ajili yako. Kusoma kitabu cha Danieli sita na mstari wa kumi na sita hadi wa ishirini na tatu kitabu cha Danieli sita na mstari wa kumi na sita hadi wa ishirini na tatu imeandikwa basi mfalme akatoa amri nao wakamleta Danieli wakamtupa katika tundu la simba. Mfalme akanena akamwambia Danieli, Mungu wako unayemtumikia daima yeye atakuponya. Likaletwa jiwe likawekwa mdomoni mwa lile tundu, naye mfalme akalitia muhuri kwa muhuri yake mwenyewe na kwa muhuri ya wakuu wake, lisibadilike neno lolote katika habari za Danieli. Kisha mfalme akaenda nyumbani kwake akakesha usiku kucha, akafunga na vinanda havikuletwa mbele yake na usingizi wake ukampaa. Asubuhi mfalme akaondoka mapema akaenda kwa haraka mpaka penye lile tundu la simba, naye alipolikaribia lile tundu, tundu. Akamlilia Danieli kwa sauti ya uzuni. Mfalme akanena akamwambia Danieli, e, Danieli, mtumishi wa Mungu uliye hai, je, Mungu wako unayemtumikia daima aweza kukuponya na simba hawa? Ndipo Danieli akamwambia mfalme, Ee mfalme, uishi milele. Mungu wangu amemtuma malaika wake naye ameyafumba makanwa ya simba, nao hawakunidhuru kwa kuwa mbele zake mimi nilionekana kuwa sina hatia, tena mbele yako ee mfalme, sikukosa neno. Umeona, ukisoma kwenye kitabu cha ukisoma tena mstari um, wa ishirini na tatu. Um, basi mfalme akafurahi sana, akaamuru amtoe Danieli katika lile tundu. Ndipo Danieli akatolewa katika lile tundu wala dhara lolote halikuonekana mwilini mwake kwa sababu alikuwa ana mtumaini Mungu wake. O, ukijiona ndotoni umezingirwa na wanyama wakali, au ukajiona ndotoni maadui zako wamekuzingira, lakini hawakudhuru kabisa, hawawezi kukudhuru, basi wanatakiwa utambua ya kuwa uh, ndoto hii huashiria kuwa, kuwa Mungu anapigana kwa ajili yako. Unaona hapa Danieli alitupwa kwenye tundu la simba, lakini Mungu akayafunga makanwa ya yes, simba kao. Ukijiona ndotoni umezingirwa na wanyama wakali lakini hawana uwezo wa kukudhuru basi, unatakiwa utambue ya kuwa ndoto hii huashiria kuwa Mungu anapigana kwa ajili yako. Ukijiona ndotoni umezingirwa na maadui lakini hawawezi kukuzuru, wanashindwa kukudhuru, basi unatakiwa utambue kuwa Mungu anapigana kwa ajili yako. Unatakiwa kumshukuru Mungu baada ya kuota ndoto hii. Lakini ndoto namba kumi na sita, hujiona ndotoni huko kwenye moto lakini moto huo haukudhuru kabisa. Yaani unajiona ndotoni uko kwenye moto lakini uh, moto ule haukudhuru au unajiona uko kwenye garika lakini garika lile alikupeleki sehemu yote alikudhuru unapita. Yaani ukijiona uko kwenye moto lakini hauteketei au moto ule haukudhuru basi, unatakiwa tambue kuwa ndoto hiyo unaashiria ulinzi wa kimungu lakini pia Mungu anapigana kwa ajili yako. Mungu ameweka ulinzi kwa ajili yako, hautaki kuogopa kabisa. Yupo nawe kwenye nyakati ngumu ukiota au kwenye moto lakini ule moto haukuteketezi au kuunguzi mpaka unaanza kushangaa. Ndoto hii inaashiria kuwa Mungu ameweka ulinzi mbele yako. Lakini ndoto namba kumi na saba kuona gari la moto au jeshi la mbinguni, ndoto hii huashiria ulinzi wa kimungu. Ukiona gari la moto e, gari magari ya moto nikuzunguka au jeshi la mbinguni kiliona, ndoto hii huashiria ulinzi wa kimungu. Ukisoma kitabu cha Wafalme wa pili sura ya sita na mstari wa kumi na saba kitabu cha wafalme Wafalme wa pili sura ya sita na mstari wa kumi na saba neno la Mungu nasema, Elisha akaomba akasema, ee Bwana na kusii mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yake yule mtumishi, naye akaona, anatazama kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Kwa ukiniona ndotoni ukaona magari ya moto yamekuzunguka au jeshi la mbinguni, ndoto hiyo huashiria kuwa Mungu anapigana kwa ajili yako. Lakini ndoto namba 18. Huona ndotoni bendera yenye jina la Mungu, ikiwa bendera yenye be, bendera yenye majina kama Yehova Nisi au Bwana ni bendera yangu. Ndoto ndoto in, namna hii huashiria vita ni vya Bwana na yeye ni mshindi. Kwa hiyo ukiona ndotoni bendera yenye jina la Mungu ukuta labda imeandikwa Yehova Nisi nake Bwana ni bendera yangu. Ndoto ya namna hii huashiria vita ni vya Bwana na yeye ni mshindi. Um, ndoto namba kumi na tisa huona ndotoni maadui zako wakinaswa na mitego yao wenyewe au ukiwaona maadui zako wanatumbukia kwenye mashimo walioyachimba wenyewe. Ndoto hii huashiria Mungu anapigana kwa ajili yako. Unashangaa maadui zako unawaona wanatumbukia kwenye mashimo, ndoto hii huashiria Mungu anapigana kwa ajili yako. Unakuta maadui zako wananaswa kwenye mitego ambao walikutegea wananaswa kwenye mitego yao, ndoto hiyo ashiria Mungu anapigana kwa ajili yako. Lakini ndoto namba ishirini, kuona mkono wa ajabu umekufunika wewe au taifa au eneo ulilopo, ndoto hii huashiria ulinzi wa Mungu dhidi ya mashambulizi. Kwa ukiona mkono wa ajabu umekufunika wewe au taifa au eneo ulilopo, ndoto hii huashiria ulinzi wa Mungu dhidi ya mashambulizi. Aa, ndoto namba ishirini na moja kuona malaika wa Mungu amesimama kati yako na hatari. Yani, ukajiona ndotoni malaika wa Mungu amesimama kati yako na hatari, ndoto hii inaashiria Mungu anapigana kwa ajili yako. Ni yani, ukamwona malaika wa Mungu yupo kati yako katikati ya wewe na hatari, amesimama katikati, basi ntakuwa mshukuru Mungu, maana yake Mungu anapigana kwa ajili yako. Ndoto namba ishirini na mbili Kuona maji au bahari ikigawanyika, anaona ulikuwa unatembea, ghafla ukaona labda umefika kwenye bahari ukaona uh, bahari inatawanyika au maji yanatawanyika na gawanyika. Ndoto hiyo inaashiria Mungu anatengeneza njia pasipokuwa na njia, jam hii ulikuwepo kwenye nyakati ngumu, maanake Mungu atakupatia solution, atakupatia utatuzi wa jambo hilo ambalo ulikuwa ukiliangaikia. Kwa hiyo ukiona maji au bahari inagawanyika ndoto hii huashiria Mungu anatengeneza njia pasipokuwa na njia lakini, namba ishirini na tatu, kuona ndotoni miti au asili inakusaidia, eh, natural environment. Ukiona uh, kuona ndotoni miti au asili inakusaidia mfano kuona miti inakulinda, unashangaa ni miti unaiona, una miti ndotoni, uh, naeza kuona miti inakulinda, eh, maadui wako, ni miti inakusaidia, uh, au kaona wanyama wanakuongoza au ardhi inafunguka ili kumeza hatari. Ndoto hii huashiria Mungu ameamrisha asili kulinde. Ukiona ndoto unatembea ghafla, ukashangaa, uh, kuna labda moto nitokea, au hatari imetokea, kitu kibaya kimetokea mbele yako mbele yako ili kukudhu, unashangaa, ardhi inafunguka inakimeza, kile kitu kinashindwa kudhu. Ndoto hii inaashiria Mungu ameamrisha asili kulinde. Au ukiona ndoto unatembea ghafla, unashangaa wanyama wanakuongoza yaani nashangaa mnyama anakuongoza au wanyama wanakulinda au nashangaa miti ne? Mungu anaweza kaamrisha chochote kile kikafanya kazi yake. Mungu anaweza kaamrisha jambo lote lile likakulinda. Mungu anaweza kaamrisha hata miti, mimea ikakulinda. Mungu anaweza kaamrisha hata ardhi ikafunguka kwa meza ya bidhaa. Kwa ndoto ya namna hii inaashiria Mungu ameiamrisha asili uweze kukulinda. Kwa baada ya kuota ndoto ya namna hii unatakiwa mshukuru Mungu sana lakini Uh, ndoto namba 24, huona ngazi inayoelekea mbinguni au ngazi ya kimungu, kama vile Yakobo alivyoiona ngazi katika ndoto yake kwenye kitabu cha Mwanzo sura 28. Ndoto hii huashiria muunganisho wa uh, kiungu au usaidizi wa malaika katika vita vyako. Ukiona ngazi ya kiungu, ukiona ngazi inaelekea juu, ndoto inaashiria kuna muunganisho wa kiungu, Mungu atakupigania vita yako. Lakini ndoto namba 25 Kujiona ndotoni unapaa na maadui wanashindwa kukamata. Labda ukijiona unajiona una ndotoni unakimbizwa na maadui zako, lakini pia wale maadui wanapokuwa wanakukimbiza wanashindwa kukukamata. Unashangaa wanakukimbiza lakini wanashindwa kufikia, wanashindwa kukamata, unaanza kupaa gafu, unaanza kupaa kujiona ndotoni unapaa na maadui wanashindwa kukamata. Ndoto hii inaashiria ushindi dhidi ya adui zako. Ndoto hii inaashiria una ushindi dhidi ya adui zako. Kwao ukijiona ndotoni unapaa yamkini maadui anakukimbiza kukimbiza, lakini yule maadui anashindwa kukamatwa, karibia, unashangaa, unaanza kupaa, inaashiria ushindi dhidi ya adui zako. Kwa hiyo ukiota ndoto na a namna na wa na na na na hii basi, unatakiwa utambue kuwa inaashiria ushindi dhidi ya adui zako. Lakini ndoto namba 27, uh, ndoto namba 26, kumuona mchungaji akipigana na mbwa mwitu au simba ndotoni. Mchungaji mara nyingi humwakilisha Yesu, kwa ndoto hii huashiria Mungu anakulinda dhidi ya uovu au madhara. Unamwona mchungaji anapambana na wanyama kwa ajili yako, anapigana na mbwa kwa ajili yako, au anapigana mbwa mwitu, anapigana simba kwa ajili yako mchungaji anamwakilisha ana Yesu Kristo. Kwa hiyo ndoto hii kiota ya namna hii. Amkini mchungaji unaweza kuona mfahamu au mfahamu, lakini ukoona anapigana kwa ajili yako. Ndoto hii inaashiria Mungu mmm, anapigana kwa ajili yako. Kwa hiyo baada ya kuota ndoto hii, unatakiwa umshukuru Mungu kabisa. Ah, ndoto namba 27 kujiona ndotoni hauonekani kwa maadui zako. Unashangaa maadui zako wanakutafuta lakini hawakuoni. Unashangaa maadui zako wanahangaika, wanakutafuta, wanamuuliza, wanapita akii wana, ing wanaweza kuulizia hata imna plan kumbe ndio wewe ila wenyewe hawakuoni wa au wanaweza kawa na kutafuta na kupita umesimama hapo hapo ila hawakuoni, inaashiria inaashiria ushindi wa kiungu. Lakini ndoto namba 28, am ndotoni umekamata upanga unaongaa au upanga ulioandikwa kwa maandiko. Unaona ndoto umekamata upanga lakini ule ukiangalia vizuri ule upanga unaona umeandikwa kwa maandishi umeandikwa, eh, maandiko neno, kuna misari ya Biblia kwenye ule upanga, au umeona unaukamata upanga wa ajabu unaong'aa, au upanga ule umeandikwa neno la Mungu, umeandikwa maandiko. Ndoto uh, hiyo inaashiria umepewa neno la Mungu kama silaha ya ushindi. Ndoto hiyo inaashiria umepewa neno la Mungu kama silaha ya ushindi, maana kwenye vita tumia neno la Mungu kushinda vita. Ndoto namba ishirini na tisa. Ukijiona ndotoni umepewa taji inayong'aa sana. Ukijiona ndotoni umepewa taji lakini taji ile inang'aa sana. Taji uliopewa inaweza kuashiria kwamba Mungu amekuinua katikati ya vita, kuwa wewe ni uh, kukuonyesha wewe ni zaidi ya mshindi. Ukijiona ndotoni umepewa taji inayong'aa sana. Unajiona umepewa taji inayong'aa sana au umevishwa taji inayong'aa sana. Taji uliopewa inaweza kuashiria kwamba Mungu anakuinua katikati ya vita kukuonyesha wewe ni zaidi ya mshindi. Mungu anakuinua kuonyesha wewe ni zaidi ya mshindi. Lakini ndoto namba thelathini, kujaana ndotoni upigani lakini unatangazwa kuwa wewe ni mshindi. Kujana ndotoni au upigani au ha, haujapigana vita wala haujashiriki vita, lakini unatangazwa kuwa wewe ndio mshindi. Kwa hiyo kuja ndotoni upigani, lakini unatangazwa wewe ni mshindi ha, Ndoto hii inaashiria Mungu anapigana kwa ajili yako. Ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka kumi na nne na mstari wa kumi na nne imeandikwa Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Ukiona ndoto unatangazwa kuwa wewe ni mshindi. Unashangaa mbona mimi sijapigana vita? Mbona mimi sijashiriki shindano lolote? Ndoto hii inaashiria ah, Mungu anapigana kwa ajili yako. Ukiona ndotoni unatangazwa kuwa wewe ni mshindi eh? Na huku hata hujashiriki vita na huku hata ujapigana uja, uja, uja, uja, basi unatakiwa utambue kuwa ndoto hii inaashiria ushindi. Neno la Mungu asema Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Ni matumaini yangu, kuna kitu ambacho umejifunza, kuna kitu ambacho umejifunza. Lakini pia basi, hakikisha kama bado hujalike video hii, hakikisha una like video hii, lakini pia hakikisha una subscribe kama bado hujasubscribe, akisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama ya kengele. Tuonane vipindi vijavyo, na kupenda sana. Mungu akubariki sana.